Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, Juma la pili kipindi cha Kwaresma mwaka si wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 17 aya ya tano hadi ya hadi kumi, na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 16 aya ya 19 hadi thelathini na moja. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na mwinjili Luka. Yesu aliwaambia Mafarisayo, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa, na masikini mmoja jina lake Lazaro, kuwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri; hata mbwa wakaja ku, wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake, alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, E baba Ibrahimu, nihurumie. Umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huko kwenda huo, kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema basi, baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili awashuhudie Wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wasikilize wao. Akasema, la, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu neno la Bwana. Sifa kwako eh, Kristo. Wapendwa, familia ya Mungu, liturujia ya neno la Mungu leo inatutafakarisha juu ya kuwasaidia wahitaji. Swali la kujiuliza ni je, maisha yangu yanajali wahitaji? Ndugu zangu, katika somo tulilosikia hivi punde tunapata habari juu ya maisha ya watu saba ambapo wahusika wakuu ni tajiri pamoja na masikini. Wahusika wengine ni ndugu watano wa tajiri huyo ambao kimsingi tajiri anawaombea kwa Ibrahimu ili wapatiwe taarifa juu ya maisha baada ya kifo. Wapendwa, katika somo tulilolisikia kutoka kwa mwinjili Luka tunapata wasaa wa kutafakari juu ya maisha ya kuwasaidia wahitaji. Somo hili tulilolisikia tunalipata katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka, kwani hata katika Injili zile pacha bado hatupati habari hizi za kuhusu tajiri na masikini. Sehemu hii ya Injili ambayo mwinjili ameiweka katika sura ya kumi na sita, ambapo ni mwendelezo wa habari juu ya maisha na kufuru wanazofanya matajiri. Kitu cha msingi kufahamu ni kuwa tajiri huyu tunayemsikia katika injili hii tuliyoisikia hahukumiwi kwa kuwa yeye ni tajiri, bali kwa kushindwa kutekeleza yanayompasa kufanya, yaani kuwahudumia wahitaji. Hivyo kosa lake ni kutokufanya yampasayo kufanya na wala sio kuwa tajiri. Taifa la Mungu, tumesikia tajiri huyu anayezungumziwa kuwa ni mtu aliyevaa mavazi ya zambarau. Kutokana na utamaduni wa Kiyahudi, mavazi ya rangi ya zambarau yalikuwa mavazi ya watu matajiri wakubwa wenye vyeo vikubwa na pia watu ambao wana nafasi za juu katika jamii. Ndiyo maana tunasikia Herode alimvalisha Yesu vazi la rangi ya zambarau ambalo lilikuwa vazi la Herode. Hivyo tajiri huyu alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa kutokana na hali yake. Tajiri huyu angeweza kabisa kumsaidia Lazaro chakula, mavazi, lakini pia hata matibabu, maana tunasikia alikuwa na vidonda mwilini mwake. Kumbe tajiri huyu anashindwa kufanya kile ambacho anaweza kukifanya. Mhusika wa pili tunayemsikia ni Lazaro. Jina Lazaro kwa Kiebrania linamaanisha Mungu ndiye msaada wangu, na ndiyo maana mwishoni kabisa anahusianishwa na Ibrahimu, kwani katika kitabu cha mwanzo tunasikia Ibrahimu akiomba mtoto akimtumainia Mungu kuwa atamsaidia kumpatia atakayerithi mali zake. Hivyo ni wazi kabisa kuwa jina Lazaro huenda mwinjili katupatia akilenga kutuonyesha kuwa masikini huyu hakuwa na tegemeo lingine lolote lile ila Mungu tu. Lazaro alikuwa na vidonda mwilini mwake, lakini alikosa mtu wa kuweza kumpatia msaada kusafisha madonda yake, kiasi kwamba mbwa wa mtaani ndio wanakuja kulamba vidonda vyake kulingana pia na utamaduni wa Kiyahudi mbwa alikuwa ni mmojawapo wa wanyama najisi, kumbe walikuwa wanyama ambao hawapaswi kugusana na mwanadamu. Kibaya zaidi ni kwamba mbwa hao walikuwa wa mtaani, hivyo kwa lugha ya kawaida kabisa, walikuwa wanyama ambao hawana hadhi kabisa, lakini ni hao ndio wanakuja kumgusa Lazaro. Huenda mwinjili ametupatia wanyama hawa akilenga kuonyesha kuwa Lazaro alipoteza hadhi yake kabisa kutokana na wanyama hawa. Jambo la msingi ni kuwa kama jina lake linavyomaanisha kuwa Mungu ndiye msaada wangu, hivyo alimtegemea Mungu peke yake, sio mali za dunia, watu, miujiza na hadhi yake katika jamii, kwani imeandikwa amelaaniwa anayemtegemea mwanadamu kuwa kinga yake. Hata mwishoni mwa somo tunasikia Lazaro akiwa kifuani mwa Ibrahimu. Hakupata nafasi hii kwa kuwa alikuwa masikini bali kwa kuwa alimtegemea Mungu. Ndugu zangu, tukiwa katika kipindi hiki cha Kwaresma, kanisa linatupatia somo hili ili tujifunze na tuweze kutafakari ni kwa jinsi gani tunatumia nafasi tulizo nazo, mali tulizo nazo na nguvu tulizo nazo katika kuwasaidia wahitaji na sio kuwaacha katika hali ngumu zaidi. Hivyo ni mwaliko kwetu kujikita katika kufanya matendo ya huruma, yaani yale ya kimwili na yale ya kiroho, ili tuweze kuwahudumia wahitaji hao kwa kuwapatia mahitaji ya kimwili, vile vile kuwarudishia hadhi yao ambayo kimsingi inaonekana kuwa imepotea, ili kulinda utu wao. Ndugu zangu, pekee yetu wenyewe hatuwezi kuwa na upambanuzi yakinifu kwa ajili ya kuwahudumia watu hasa wale wanaohitaji msaada wetu, ila ni kwa neema za Mungu tutaweza kuwa na utambuzi huu juu ya wahitaji na vilevile kutambua mahitaji yao. Hivyo tuombe neema za Mwenyezi Mungu ili tuweze kutambua wahitaji na kuwa na moyo wa kuwapatia mahitaji yao. Huku tukijua kuwa Mungu pekee ndiye msaada wetu wala sio mali nafasi zetu katika jamii wala nguvu zetu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Iliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Paulo Stefano Laiza wa shirika la wamisionari wa, wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari Kola Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!